Unajua, kile unachokula kinaweza kuathiri moja kwa moja jinsi ubongo wako unavyofanya kazi. Ikiwa unataka kuwa na ubongo mzuri wenye uwezo mkubwa wa kunasa kumbukumbu na utendaji bora, basi leo tuko na vyakula kumi vitakavyo kuboosti nguvu ya ubongo wako. Jiandae kugundua vitu vya kushangaza vinavyoweza kusaidia kuboresha akili yako kila siku. Vyakula tunavyokula kila siku vina nguvu kubwa zaidi kuliko tunavyofikiri. Ubongo wetu ni kiungo cha ajabu sana kinachohitaji virutubisho maalum ili kufanya kazi kwa ufanisi. Hapa kuna vyakula kumi vinavyoweza kusaidia kuboresha kumbukumbu kumbu yako, kuongeza umakini na kukupa nguvu za kiakili. Chakula cha kwanza ni samaki wa mafuta, kwa Kiingereza fat fish. Samaki wa mafuta kama salmon, mackerel na sardine ni chanzo kikubwa cha omega 3 fatty acid ambayo ni muhimu kwa afya ya ubongo. Omega 3 inachangia katika kujenga na kutunza seli za ubongo na pia inaweza kusaidia kupunguza hatari ya kupata matatizo ya akili kadhaa kadri tunavyokuwa. Chakula cha pili ni carrot kwa Kiingereza carrots. Karoti ni chakula kizuri cha vitamini A ambayo ni muhimu kwa afya ya macho lakini pia ina faida kwa ubongo. Beta-carotene iliyomo kwenye karoti inasaidia kulinda seli za ubongo dhidi ya uharibifu, ikijenga kinga dhidi ya matatizo ya kiakili na kupunguza uchovu wa akili. Chakula cha tatu ni kuku wa kienyeji. Kuku ni chanzo kizuri cha protein na vitamin B6, ambayo ni muhimu kwa kutoa nguvu kwa ubongo wako. Vitamini hii husaidia katika kutengeneza neurotransmitter muhimu kwa mawasiliano katika seli za ubongo, hivyo kuboresha mabadiliko ya mawazo na kumbukumbu. Kula cha nne ni mayai ya kienyeji hasa ya kuchemshwa. Mayai ni chanzo cha choline, virutubisho muhimu katika ubongo. Choline inasaidia katika utengenezaji wa acetylcholine, neurotransmitter inayohusikana na kumbukumbu -kumbu, ujifunzaji na mchakato wa mawazo. Pia ni chanzo cha vitamin B12 inayohusiana na kuboresha utendaji wa ubongo. Chakula cha tano, mbegu za alizeti Alizeti ni chanzo kikubwa cha vitamini E ambayo ni muhimu kwa kulinda ubongo dhidi ya uharibifu wa oksidi na kupunguza hatari ya matatizo ya akili inayohusiana na umri. Vitamini E inasaidia kuboresha kumbukumbu kumbu na kuongeza umakini katika kazi zako za kila siku. Chakula cha sita ni machungwa, oranges. Machungwa ni chanzo bora cha vitamini C ambayo inayohusika na utengenezaji wa collagen na neurotransmitters muhimu kwa ubongo vitamini C pia inasaidia kuzuia uharibifu wa seli na inaweza kuboresha kumbukumbu na mchakato wa ujifunzaji katika ubongo chakula cha saba ni maharage maharagwe ni chakula kizuri na kina magnesium na folate ambayo ni muhimu kwa afya ya ubongo Magnesium inasaidia kupunguza stress na kuongeza umakini wakati wa folate, inasaidia ubongo kufanya kazi kwa usahihi. Ulishawahi kujiuliza kwa nini chakula kikuu katika mashule mbalimbali ni maharage? Jibu ni kwamba maharage yanasaidia sana katika masuala mazima ya afya ya ubongo. Hii inakuwa ina umuhimu kwa wanafunzi ambao hutumia sana ubongo wao wapo shuleni. Chakula cha nane ni mbegu za chia. Mbegu za chia ni chanzo kikubwa cha omega 3 fat acids kama vile samaki wa mafuta. Hii inasaidia kuboresha mtiririko wa damu kwenye ubongo na hivyo kuimarisha uwezo wa kujifunza na kumbukumbu. Chakula cha tisa ni avocado. Avocado au kwa jina maarufu parachichi ni chanzo cha monosaturated fats ambayo ni muhimu kwa kuboresha mtiririko wa damu kwenye ubongo. Hii inasaidia kupeleka virutubisho na oksijeni kwenye ubongo wako na hivyo kuboresha umakini na utendaji wa ubongo. Chakula cha kumi ni kokoa. Kakao au kokoa ni chanzo cha flavonoids antioxidants ambayo inasaidia kuboresha mtiririko wa damu kwenye ubongo, inachangia kuongeza umakini punguza uchovu wa kiakili na kusaidia utendaji bora wa ubongo katika kazi za kila siku. Sasa unajua vyakula kumi vinavyoweza kusaidia kuboresha nguvu ya wa ubongo wako. Kwa kuingiza vyakula hivi kwenye mlo wako wa kila siku, unaweza kuboresha kumbukumbu yako, kuongeza umakini na kufurahia uwezo bora wa kujifunza. Jaribu kuanza leo na uone tofauti kwenye akili yako. Je, yeah, ni chakula gani kati ya hivi ulipenda zaidi? Andika jibu lako kwenye sehemu ya maoni hapo chini. Usisahau pia kulike video hii, kusubscribe na kushare na wengine, ili wajifunze na kupata madini haya.